Dkt. Jovin Emmanuel ni mhadhiri ni mwandamizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. E, sisi tumefanya utafiti e, kwenye ulanzi. Ulanzi unapatikana nyanda za juu kusini e, Iringa, Mbeya, Njombe, na ulanzi umekuwa ukitumika sana sana kama, kama kinywaji lakini ambacho hakina thamani na ulanzi huu ukivunwa huu, uh, hapa sampo hii ukivunwa, unaharibika ndani ya muda mfupi. Sasa sisi tukaona tunaweza tukautumia kutengeneza bidhaa zenye thamani. Tumetengeneza eh, nishati mbadala ambayo tunaita ni biofuel. Mpaka sasa hivi eh, tuna asilimia mpaka 90 inaweza kutumika kama mbadala wa, wa mafuta ya taa kwenye kupika, lakini kwenye asilimia sabini inayotokana na hii eh, bidhaa ya ulanzi tumeweza kutengeneza preservative kwa ajili ya kutunzia specimen za kwenye maabara, lakini kwenye asilimia arobaini na kushuka sasa, tunaweza kutengeneza e, kinywaji kama spirit whisky, eh, gin kwa ajili ya kinywaji cha kawaida. E, kama pombe ambazo wanauza kwenye, kwenye store, lakini pia tumeweza kutransform ulanzi huo huo asilimia sabini kutengeneza bioplastic kwa ajili ya ku, kutengeneza mifuko yambayo ya inatengenezwa na material ya ambayo yanaweza kuharibiwa e, ili kuripresi matumizi ya plastic zinazotumika kwa sasa mbali e, na hapo tunaweza kutumia bidhaa hii kutengeneza sanitizer, kutengeneza air freshener. E, na hii ni katika kuongeza thamani ya ulanzi lakini kuongeza kipato kwa wananchi, kwa, kwa wanaolima hizi ulanzi. Kwa stadi hii tuliyoifanya, ulanzi unapatikana sana hasa kwenye kipindi hiki cha mvua, ulanzi ni mwingi sana na tunapoenda kutafuta e, wananchi wangetamani tuchukue walionao kwa sababu hawana e, wa kumuuzia. Kwa hiyo kiasi kipo cha kutosha, na tunaweza kutengeneza kiasi kikubwa, na ndio maana kwa kuanzia umeona tuna kiasi kikubwa na nyingine iko kwenye rabu. E, bidhaa ipo ya kutosha, na tunaweza kutengeneza bidhaa za kutosha.